Jambo la ajabu Sinde Walioba anasema kwamba eti watu walikufa sana, wamekufa wengi watu kuliko watu waliokufa vita ya Uganda. Haya si maneno ya uchonganishi? Haya ni maneno ya uchonganishi. Sinde Walioba, tukikuuliza, walikufa watu wengi kuliko watu wa vita ya Uganda? Kule Uganda sabu, ulikweko, kule Uganda uliwahesabu, ulikuwekona bata Ikulu vita ya Kagera vita ya Uganda Walioba, uliwahesabu waliokufa? Utuletee orodha yake. Ukitueleza hivo, unatukumbusha machungu. Kuna jamaa zetu wamefia vitani kwa kusakrifisi maisha yao kwa ajili ya taifa hili, wakati wanamwondoa Idi Amini. Dada wewe, unasema waliokufa Uganda ni wachache kuliko waliokufa hapa. Wewe mzee, uko sawasawa kweli? Haya, waliokufa hapa juzi wewe uliwaona? Uliwahesabu? na kama wamekufa, mbona misiba hatujaona Dar es Salaam? Hatukatai kwamba watu wamekufa kwenye vurugu, lazima watu wafe. Lazima panapotokea vurugu yoyote, kufa watu ni lazima. Walikufa, lakini hiyo idadi hatuijui, hata wee huijui. We unasema unaijua, uliwahesabu? Ni wazi, Joseph Sindo Walioba, una matatizo na una agenda ya siri.